Leo kuna hela unatakiwa uzipate, lakini naona kuna mtu anakutokea usiku hey, anazuia hizi pesa hey. Sasa namuua leo niangali. Unamuona? Unamuona wewe, we, unanisikia? Unanisikia? Unanisikia? Unanisikia?

Nini imetokea? Kimetokea, nilikuwa ni naona kama mtu usiku juuzile kabisa, mtu anaingia, anaingia anachukua hela hela, anaingia kwa anachukua hela, anachukua hela kwa begi, anaondoka. uh -huh. Ni mjasiriamali lakini sipati vile ninavyopata. Umesikia kitu hiki? Tabiri mtu wa Mungu, wakati niko hapa naona kama mtu anachukua hizo hela kwenye alikuwa anachukua kwenye begi. Kwa kwa kwenye begi. Kwan, wakati naomba eh, hapa nini kime umesikia kimetokea? Mimi nilipuuzia tu nikaona ndoto ya kawaida. Uliona kama ndoto ya kawaida? Eh. Unaona sasa? Baada ya leo anaanza pata hela sasa katika jina. Amen. Amen, amen. Wakati naomba hapa kuna watu walikuwa wanapigana nao, walikuwa wanasikia wanasema tunaachia. Walikuwa wanasikia nini? Nilikuwa naona watu wawili, wow, eh, laweusi, weusi yani sura zao hazitambuliki wanani nani hivi kama ana Kuvuta kwa nyuma. Kama anakuvuta kwa nyuma. Eh, msiende huku mbele. Sema tayari kuanzia leo. Pokea pesa zako. Tayari. Sasa. Mm. Sasa hivi. Ah, sikiliza, nisikiliza. Ni vitu hivi vitu. Sasa hivi. Kata, katua kapeleka kwa mama kapeleka kwa mamako, hebu ongea hapo sasa hivi. Eh. Wewe, unaona nguvu unabii wakati niko Simu sasa hivi, simu. Simu sasa hivi. Wakati niko hapa naomba, Nimeona mtu ameshikilia pesa, Kanipa pesa huyu mwanamke. Na wakati nimefika hapa, Umeona nimepambana sana. Na huyu aliyeshika hizi pesa yuko wapi? So yes, so yes. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Mungu amekuja ananiomba ruhusa kwamba naomba ntoke nje, nimepokea simu ya fedha. Sasa, sasa, sasa, laki tatu na elfu ngapi? Ishirini na tano. Unajua, watu ya mambo wa yajui, vitu vingi vimefungwa kwenye ulimwengu wa roho na havionekani, lakini nguvu ya unabii. Sema nguvu ya unabii, nguvu ya unabii. Kitu chochote kilichojificha ambacho kimefichwa kwenye siri mm, akionekani mpaka ukifichue. Yes, mpaka ufanyeje? Ukifichue. Sasa wakati mi naendelea kuomba, anapita Naonyeshwa huyu kuna mtu ameshika pesa, lakini hizi pesa hataki kuzileta. Hii ni nini Mungu? Mbona hii kitu, hii kitu kigumu, hataki kuleta hizi pesa? Sasa ona, ndani ya dakika chache, mm. wachao wanatafutana huko waliko. Amen. Mama wameanguka hapa hapa pe, wanasema pesa hizi sahii, mm. mwezi wa kwanza huu, ndio peleka laki tatu haraka. oh. na kutangazia kwa jina la Yesu